Tunaumia yeah, sana. Yaani, ukipita mitaani watu wanalia, itabu ao wa Tanzania tutaki yeah. Si tunapenda amani yeah. Mm. Tunataka tu tuishi kwa amani tinchi yetu, kwani tuanze hivi yeah. Naaa no naona mpaka sa sasa hivi watu wa wametulia. Kwa sababu gani? Watu wanaogopa yamabasi atujashimtu shasikia tukauli maduka yote ayo tumefungwa, hatuwezi kutoka

na wanapasua maduka wanafanya nini? Wanaiba, wanaondoka. Si maisha yao, si ya biashara ya mheshimiwa. Yani kama hivi tumekaa pale, basi, wanangu, ngoje ni siku hii ipite. Lakini siku ya leo watanzania wameonyesha mshikamano, umoja, lakini wameonyesha pia namna ambavyo wamekuwa wazalendo kwa nchi yao kwa kuto kuwasikiliza wale wanaofanya kampeni ya kutaka Watanzania wafanye maandamano yasiyokuwa na ukomo, na kusema kweli sifa na, na, na, na, na, na, na heshima yote iende kwa Watanzania wote e, jeshi letu la polisi kazi yake kwa kweli inakuwa rahisi pale ambapo wananchi wako wenyewe tayari kujilinda. Kama niyesema jukumu la jeshi la polisi ni kuhakikisha inawalinda wananchi e, wao na mali zao lakini bila wananchi wao kuanza kuzilinda mali zao na kujilinda wenyewe e, usalama utakuwa mdogo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wananchi wa Tanzania, tuendelee kuipenda nchi yetu na tuendelee kuthamini mafanikio yetu haya, na kama kuna changamoto basi tuendelee kuzijadili na kuzizungumza kuliko kufanya yale ambayo yalitokea siku za nyuma. Yale yamepita, yashapita, sasa tugange yanayokuja. Kwanza, ulinzi na usalama ni jukumu la, la, la, la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ikiwemo e, jeshi la polisi na ulinzi uko siku zote. Uko siku zote ua unaongezeka kulingana na mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki toka tarehe za mwanzo wa mwaka huu e, mwisho wa mwisho, mwisho wa mwaka huu tumeimarisha tume ulinzi, kwa sababu e, nyakati za mwisho wa mwaka huu kidogo kuna matukio matukio mengi. Kwa hiyo hali hii itaendelea, e, na wananchi wawe, wawe, wawe, wawe, wawe huru Eh, ku, kuendelea ku, ku, ku, kufanya shughuli zao, lakini na, na wakati jeshi la wa polisi na lenyewe tutachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherehekea hizi sikukuu zote mpaka tufike mwaka mpya, tutapita salama tunaamini, hmm. Yeah. Eh, kwa maana, za wananchi kama kawaida shughuli kama kawaida, kawaida, kawaida. Kesho watu wanakwenda makazini kama kawaida. Leo ndio tumesherehekea, bwana leo, tume leo tuliamua tusherehekee kwa kukaa ndani sasa na wengine wanatoka kama mimi nafikiri mmenikuta mtaani huku nami naendelea na shughuli zangu. Mheshimiwa, yes, rais eh, anayo mamlaka kwa mujibu wa ibara ya 45 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya eh, mwaka 77. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana uwezo eh, wa kumwachia huru mfungwa wa mfungwa yoyote eh, au kumpunguzia adhabu au kubadilisha aina ya adhabu. Eh, hayo ni mamlaka ya rais.